Tundu, lakini sasa. Kwa hiyo, kwa kulimaliza hili e, kwa sababu ya muda na, pia e, nataka nimalizie sasa kama unataka mm, kupunguza kupunguza gharama za maisha mm, punguza kodi kwenye maz, ma, ma, bidhaa na mazao haya ambayo yanasababisha maisha, na umezitaja kodi nyingi sana. Yes, Tundu, nchi itajiendeshaje sasa? Nchi kwani lazima mawaziri wanunue magari ya bilioni 563 kila mwaka? Nchi hii ni lazima rais atembee na msafara wa magari mia mbili? mi natoka Ulaya. Waziri Mkuu wa Ubelgiji wa, wa, wa, anatembea na motke ya magari haya nanii, polisi autrida mbele moja. Rais wetu wa nchi maskini hii anatembea na msafara wa magari mia mbili na helikopta juu. Tunafanana mazingira tu, hatufanani mazingira. Nchi maskini, mnatakiwa muishi kimaskini, Sio nchi maskini ombaomba, mnaishi kama wafalme, mnaishi viongozi wetu wanaishi maisha ya anasa. Ajabu, gharama hizi kubwa za anasa zao maana yake ni gharama za maisha kwa wananchi wa kawaida. Sawa sawa. Kama yes. Nimekuelewa, maana yake ungepunguza kodi kwenye